Na hapa TANU ilianzishwa rasmi kabisa Oktoba 23 mwaka 1955, na Tanga ilikuwa ni kati ya mikoa ya mwanzo kabisa kuwa na ofisi za TANU. Na hiyo inaweza kuonesha kwamba ni jinsi gani mkoa huu ulikuwa muhimu katika kusaka uhuru wa nchi yetu. Ni eneo hili ambapo pia kuwa kuna wazee wengi tu ambao walishiriki katika harakati hizo za uhuru, wazee kama kina mzee Abdalla Rashid Sembe ambaye alikuwa mwenyekiti wa TANU hapa, kina mzee Makoko, kina mzee Hamisi Heri Pita Mhando na wengine ambao walishiriki katika uhuru wa taifa letu. Lakini ni Tanga hii ambayo Mwalimu Nyerere aliiamini, aliwaamini watu wake ndio maana mwaka 1958 katika kile kilichoitwa kura tatu ambapo mkoloni aliamua kutengeneza uchaguzi ambao ulilenga katika kutugawanya katika makundi na kuweza kuhakikisha kwamba TANU inasambaratika. Mwalimu Nyerere alifika hapa na wazee wetu wanaeleza kwamba ilifanyika dua kubwa hapa katika eneo la Mnyanjani, kwa sababu Tanga iliaminika kiasi hicho na wanaamini kwamba Tanga ili play ilifanya nafasi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba kilichoitwa kura tatu iliyolenga kuisambaratisha TANU haikufanikiwa, kwa sababu ya mchango mkubwa wa watu wa Tanga, kwa sababu ya dua iliyofanyika hapa na harakati nyingine ambazo zilifanyika katika mkoa huu. Kwa ufupi sana, mkoa wetu una nafasi kubwa katika uhuru na maendeleo ya taifa hili tangu miaka ya kabla ya uhuru na baada ya uhuru lakini baada ya hapo ni vema sasa tukatazama kama wazee wetu hawa tuliowataja kina Mzee Abdala, uh, Abdala Sembe na wengine waliweza kufanya nafasi kubwa sana katika kutafuta uhuru wa nchi yetu, sisi ambao tunaishi katika kizazi hiki nafasi yetu ni nini? Ni nini ambacho tunakiamini kuhusu uhuru wa nchi yetu na nini ambacho tunaweza tukakifanya kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya mkoa wetu wa Tanga. 1961 wakati Mwalimu Nyerere anatafuta uhuru wa taifa hili yeye pamoja na waasisi wengine waliamini, ili tuweze kusogea mbele, tulikuwa tunahitaji mambo manne. Tulihitaji ardhi, tulihitaji siasa safi, tulihitaji watu, tulihitaji uongozi bora. Mambo hayo aliyosema katika wakati huo bado tunayahitaji katika nyakati za sasa, bado tunahitaji katika maendeleo ya taifa letu, lakini kwa sababu mazingira yamebadilika na mahitaji nayo yameweza kubadilika, vijana wa Tanga nasi tunahitaji kueleza ni yapi ambayo tunayahitaji katika kuendelea mbele na katika kupambana na changamoto na mahitaji ya wakati tulionao sasa. Kama Mwalimu aliamini katika yale manne, tutaendelea kuamini katika hayo siku zote, lakini haya manne nilitamani huo ujumbe wetu leo katika siku ya uhuru kwamba nadhani kijana wa Tanga anahitaji sana. Cha kwanza ni uwezo wa kuweza kuwasiliana kwa, kwa lugha ya majahazi yaliyokuja hapa Pangani, na pengine wangesema ni communication skills. Katika taifa tulilopo sasa, kama wazee wa Tanga waliaminiwa kwamba ni wasomi wa awali, ni watu walioweza kuwasiliana vizuri, ni watu waliokuwa na Kiswahili kizuri, na sisi vijana wa leo tutaitia aibu nchi yetu, tutawadhalilisha wazee wetu wa jiji la Tanga kama hatutakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuwasilisha mawazo yetu, wa kuweza kusimama mbele ya taifa letu, mbele ya watu wengine kuweza kuwasiliana na kuwasilisha yale tunayotaka, communication skills ni jambo la kwanza. La pili, kwa sababu dunia imetuweka katika nyakati ambazo mitandao ni kitu ambacho kinatangaza fursa, lakini kinapotumika vibaya huwa nyenzo kubwa zaidi ya kuweza kuiharibu jamii yetu. Natamani iwe wajibu wa vijana wa Tanga kufahamu kwamba ipo fursa katika matumizi ya mtandao na sisi tuwe wa kwanza kuitumia katika namna sahihi kama watu wengine wataweka maudhui ambayo sio mazuri katika mitandao hiyo, basi ifahamike kwamba vijana wa Tanga wao ndio wataweka maudhui sahihi na wataitumia mitandao kutangaza fursa, kufanya biashara na mambo mengine ambayo ni chanya kwa ajili ya taifa lao. Jambo la tatu ambalo nadhani kwamba ni muhimu, ni vema tukatafuta na kufahamu fursa zilizopo kwanza ndani ya mkoa wetu na nje ya mkoa huu. Ni vema tukafahamu vizuri kuhusu maepo yanayolimwa Lushoto ni vema tukafahamu vizuri kuhusu kamba koche na samaki wengine wazuri wanaovuliwa Pangani na maeneo mengine ya bahari yetu. Ni vema tukafahamu kuhusu fursa zilizoko Muheza, machungwa yaliyoko pale na kila kitu ambacho tunakifahamu huko, hicho kitatusaidia kama ambavyo mwalimu aliamini katika zile silaha nne, na sisi tuongeze katika silaha hizo. Lakini kingine ambacho nadhani ni muhimu sana kwa vijana wa leo, tufahamu kuhusu uaminifu na kutekeleza kwa uaminifu na weledi mkubwa majukumu ambayo tunakabidhiwa katika uongozi, katika biashara na kingine ambacho tunakifanya. Pengine ni silaha muhimu ambayo unahitaji